Nisa, japo nimechelewa kufika, nilikuwa na kazi. Nashukuru kwa kuitikia wito wangu, japo kuna jambo fulani nataka tulizungumze wote. Ni jambo gani hilo? Ninalotaka kuniambia. Jambo hilo kuitia ni kuhusu mahusiano ya yangu mimi na wewe. Kama unavyojua nilipata safari. Kwa bahati mbaya nitapata ajali ajali iliyonipelekea mpaka hivi leo nina hali kama haya huko. Ah? Kwa hiyo Nimekuita hapa ili tujadili jambo moja. Bado nalizia na memepua katika hili hali, kuzingatia kwamba tulikuwa wachumba hapo kipindi cha nyuma. Hali yako aliniambia rafiki yako kwamba siku hizo umeshakuwa kipofu, hivyo hali ulionayo haiwezi ikatenganisha uchumba wetu, ila tu mahusiano yataendelea kama kawaida. Nashukuru ah. na sana kwa kuendelea kuwa na mimi. Nilikuwa likuwa naombe jingine ni nakuomba tuharakishe hili swala kulingana na hali yangu nilionayo, ukizingatia kabisa, yaani sina mtu mwingine tofauti yako ah. ili iwe rahisi tufunge ndoa na unisaidie kuendesha hizi mali nilizonazo mimi. Nashukuru kwa kunigishia upendo wa dhati namna hiyo na kuomba kesho nitakutafuta. Mimi, kila giza lina mwisho uh. Kila ndoto ina mwoko. Oh. Chambua maisha, pita jua kali, tumenchelesha sana. Yanapa nimesubiria muda naangalia sana nasema huyu mbona aji. Kwa bado nafanya nini? Yaani umenichelewesha mno mpaka mpaka nikataa kuondoka. Ah? Tamani nimechelewa, lakini nishafika. Sasa nilikuwa nataka nikwambie kitu kimoja. Yule ni rafiki yangu na mpano. Na alipopata ajali ajali ya gari, aliniambia kwamba ana ulemavu wa nini, wa macho. Maana ile ajali imemsababisha mpaka akawa kipofu. Najua, najua ameshakuwa kipofu. Na mimi najua umpendi. Yule rafiki yangu, najua umpendi. Sasa wewe kubali akuoa. Kisha kukoa tu, maana zile mali zitakuwa za kwenu wote. Sasa a, kisha kwa za kwenu wote, tunafanya jambo hili hili, unampa dawa anakufa, unamwekea kwenye kwenye mboga, tunakuwa pamoja pamoja, kisha kisha kwa kwa kwa kwa zile zile mali mali tunaweza kuziendeleza. Sasa ana magari na na jumba, kwa sababu mwisho mwisho wa wa siku wa siku kuchukua ndugu na ndugu, wewe utakuwa hauna chochote. Sumu, ah. kwenye chakula, kisha kula, si atakufa? Basi unakuwa huru, unakuwa free, zile mali zote zinakuwa za kwako. hu kubali akuosikatae fanya hicho kitu. Kutokana na ile ajali aliyopata, mimi nahisi itakuwa ni ngumu kuendelea naye, kwa sababu itakuwa ni mzigo sana, kwaiyo ushauri wako nitaufanyia kazi. Yani, ukifanya hivyo itakuwa jambo jema sana kwa sababu mwisho wa siku nitakuwa omba omba kwa sababu zile mali najua ndugu zake, na ukishazichukua tu na utaanza kutembea na visahani na vibakuli na, na na, mnaomba mnaomba mnaomba, itakuwa ni aibu kwako tena. Itakuwa aibu kubwa sana ndio, hiyo haitajirudia tena tunj aitajirudia yani, tenakajirudia tena <mimilio> Kweli hajatuona kweli? <tikinu> mimi sina iamake. Amefika kama, akashangaa shangaa kidogo, sio kuona haoni, kwa akashangashanga kidogo, sio kwamba so, ndio meniita mm. kuna jambo gani ha? pa kufikia hatua ya kuita ujue, kuna jambo, siwezi nikakosa jambo la kukwambia. Na hili eneo umefika fikaje wewe, wakati huoni kipindi uh, si, sijakuwa si naye hii trafu ya macho, alikuwa maeneo yangu ambayo nilikuwa napenda sana kuja. Haya ni maeneo ambayo nishaakalili, kwa hiyo siwezi nikapotea kiasi nikapotea kwamba wako anakuja mara kwa mara. Kwa nini umetoa nini? Uh, nimekutolea, palikuwepo hapa na mdudu hapo. Ndudu, skipofu, aje? Mdudu we, si kipofu, umemwonaje mdudu? Kwa mfano ukiniangalia usoni unaona nini? Ukiniangalia usoni ninaona kama kijana mwenye malengo yake ha? Mpole, mstaarabu, mwenye upendo. Ndo hivyo yaani. Hivi, kwa nini watu wa siku hizi mnapenda kutoa ahadi za uongo? Mekuta pale uko na rafiki wangu mna ambiana kuhusu mpango wa kuniwekea wakuniwekea misuene chakula ili ni likimalizaa. Hapana, labda ulifananisha tu. oh, unataka kunifanya mimi kama mtoto mdogo, sina akili. na nilifanya hivi makusudi nikiona kama una upendo wa kweli kwangu. Kwa hiyo chakufanya kuanzia leo usinitafute, kila mmoja apate hamsini zake, sawa? Naomba unisamee, rafiki yangu tu alinishawishi hasa kama kweli ni rafiki yangu, na alikushawishi na wewe ukakubali na ukapokea hayo maoni yake kwa mikono miwili. Kwa nini ukubali kama unanipenda kweli? Ah, kuanzia leo, kama nilivyokuambia mwanzo, kila mmoja apate hamsini zake. Kila giza lina mwisho kila ndoto ina moko, oh. Chambua maisha, pita jua kali kila kona, lakini moyo wako ni ngoma yangu.